Nam, shukran sana kwa kuchagua runinga ya Citizen asubuhi ya leo. Karibu sana tukupashe tulokuandalia ndani ya Sema na Citizen. Jina langu mimi ni Mwanahamisi Hamadi na tunaanza na taarifa kwamba miili ya wanaume wawili iliyopatikana imetupwa kando ya barabara ya Mogotio kaunti ya Baringo imetambuliwa kuwa ya wakaazi wa Tot kaunti ya Elgeo Maraquet. Familia za marehemu Simon Yego mwenye umri wa miaka 45 na Kolis Kipiatich mwenye umri wa miaka ishirini na miwili zilitambua miili ya wapendwa wao katika makafani ya hospitali ya Anex. Wanaamini kwamba wawili hao walitekwa nyara eneo la Tot, Elgeyo Marakwet, Ijumaa iliyopita. Miili hiyo ilikuwa na majeraha mgongoni, tumboni, na alama za kunyongwa shingoni. Kamishna wa bonde la Ufa Dkt Abdi Hassan amesema kwamba tukio hilo halihusiani na uchunguzi wa mauaji ya Padri Alois Bet aliyewawa wiki moja iliyopita. ni watu wa serikali ambaye wanatumia ambulance uh. moja Kibiatich alitolewa kwa kitanda Tot el senda, alikuwa ameenda treatment ya malaria, akatolewa kwa kitanda uh, wa pili, Simon Yego Chacha, alikuwa kwa biashara yake akasimamishwa kwa gari yake na akachukuliwa that Friday. Tukaambiwa kuna watu wawili waliletwa on Sunday hawana uh, mikono wamekatwa mikono uh, they seem like ni watu wamekuwa tortured sana, na kama familia tunalia, tunataka haki, tunauliza ati serikali, ni kinyama gani? Mutu akifanya makosa siapelekwe tukoti?